Habari ndugu mtazamaji, karibu katika mada ya leo, leo tutakwenda kuangalia moja ya mada muhimu kuhusu tatizo la upungufu wa damu. Utakuwa naye Daktari Lenny Komba kukuletea mada hii kwa undani. Kama uko bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia nini maana ya upungufu wa damu. Upungufu wa damu ni pale ambapo kiwango cha seli nyekundu katika mfumo wa damu kinapungua kwa kiwango kuanzia kumi kushuka chini Kuanzia hapo namba yote ambayo tutanayo hapa iwe kumi, nane, tisa, saba ngapi, hapo unakuwa na upungufu wa damu. Na kuna aina tatu za upungufu wa damu. Kuna upungufu wa damu mkubwa tunaita severe si anemia, lakini pia kuna upungufu wa damu wakati tunaita mild anemia, lakini pia kuna upungufu wa damu kawaida ambayo tunaita anemia. Sasa tuangalie chanzo cha upungufu wa damu. Upungufu wa damu unasababishwa na nini? Upungufu wa damu unasababishwa na vitu mbalimbali. Jambo la kwanza ambalo linasababisha upungufu wa damu jambola, ni mtu kupata ajali. Unaweza kupata ajali damu ukapata upungufu wa damu ungufuwa da jambo la pili ambalo linasababisha upungufu wa damu ni maambukizi ya bakteria. Maambukizi ya bakteria yanaweza kuingia katika mfumo wa damu na ukapata upungufu wa damu. Jambo la tatu ni magonjwa, kwa mfano ugonjwa wa malaria nao pia unaweza kusababisha upungufu wa damu Jambo la nne ambalo linaweza kusababisha upungufu wa damu, kuna hali ya ujauzito. Wakati wa ujauzito, matumizi ya damu yanaongezeka kidogo, kwa sababu kuna watu wawili ambao wanatumia damu, yaani viumbe wawili, mama na mtoto aliye tumboni. Kwa hiyo mama pia anaweza akapata upungufu wa damu. Chanzo kingine ni upungufu wa madini ya chuma, lakini pia upungufu wa vitamini B vyote vinaweza vikasababisha upungufu wa damu. Kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha upungufu wa damu pamoja na saratani, kuna saratani ya mlango wa kizazi, saratani mbalimbali, yani magonjwa ya kansa mbalimbali, haya yote yanaweza kusababisha upungufu wa damu. Sasa haya hivi ni baadhi ya vyanzo ambavyo nimevitaja ambavyo vinahusika na kusababisha upungufu wa damu. Ndaliza upungufu wa damu, mara nyingi dalili zake zinafanana fanana na magonjwa mengine kama magonjwa ya malaria na magonjwa ya typhoid, na baadhi yanaweza ugonjwa kwa miichi. Kwa hiyo unapoona ile hizi, hakikisha na daktari mara moja. Dalili ya kwanza ni maumivu makali ya kichwa. Dalili ya pili, unaweza ukapata kizunguzungu. Dalili ya nne, unaweza ukapata shida katika kati ya kupumua, na inaitwa na, na, kitaalamu dari nyingine mtu anaweza akahisi kuchoka, yaani mwili unaishiwa nguvu mara kwa mara tunaita unaita general body malaise. Lakini pia mtu huyu anaweza pia akawa anachoka atatatofani zake. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikatokea ni kwamba mtu unaweza kapata shida ya kuona, lakini pia hata uwezo wa kufikiria na uwezo wa kuzingatia jambo moja tunaita unapungua concentration. Sasa Dalili hizi zinafanana kabisa na dalili za magonjwa mengine. Lakini pia katika ngozi yake mtu huyu ngozi yake inaweza ikabadilika rangi, hasa maeneo ya mikono, anaweza kwenye viganja vinakuwa vyeupe, hata kwenye maeneo ya macho pia anakuwa na kuna sehemu za macho pia zinakuwa na uweupe, na wengine ngozi inakuwa nyepesi, ngozi inakuwa kavu. Kwa hiyo hayo pia ni mabadiliko ambayo mtu huyu anaweza akawa nayo. Sasa ukiona mabadiliko haya akishona na daktari mara moja. Matibabu pungufu wa damu, kuna dawa ambazo mgonjwa anaweza akapewa akiwa na anemia ya kawaida. Kuna dawa ya maji, lakini pia kuna dawa ya vidonge. Tunashauri mtu huyu anatumia dawa kama ambavyo ameelekezwa na daktari na mdi kupima damu baada ya siku kumi na nne kwa wenye pungufu wa damu wa kawaida. Wale wenye pungufu wa damu kubwa, watu hawa kwanza wana ongezewa damu lakini pia watatibiwa chanzo cha tatizo kilichosababisha. Kama ni chanzo ni ugonjwa wa malaria, basi atatibiwa ugonjwa wa malaria na ataongezewa damu. Lakini pia nini cha kufanya ili kuepuka upungufu wa damu? Jambo la kwanza, hakikisha unapata matibabu ya magonjwa bakteria yote na unazingatia dawa kama ambavyo umeelekezwa na daktari. Jambo la pili, hakikisha unazingatia dawa za malaria lakini pia unajikinga na malaria kwa kulala kwenye neti na chandarua ambacho kimewekwa dawa. Jambo jingine hakikisha unajikinga na ajali, na kama umepata ajali basi mara moja, ili kama una upungufu wa damu waweze kuzuia mara moja. Kitu kingine ambacho tunapaswa kuzingatia ni kwamba pindi upatapo ugonjwa wote ule, hakikisha umewahi kumwona daktari ili aweze kukusaidia. Jambo la kuzingatia, jambo la kuzingatia, damu haiuzwi. Kumbuka kwamba damu yako, ukiwa na upungufu wa damu utaongezewa damu kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo so, tuwe pia na tabia ya kuchangia damu kwa watu wengine. Changia damu, okoa maisha. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, naamini kuna jambo kubwa sana umejifunza katika video hii. Ni kutakia siku njema na Mungu akubariki.